Tangu kuzama baharini kwa Ali Rashid katika bahari Hindi ya eneo la Kilifi kaunti ya Kilifi yapata siku kadhaa zilizopita bila ya mwili wa marehemu kupatikana. Familia imeafikia kuhitimisha bila ya mwili wa marehemu, tukio ambalo limewahuzunisha wengi, kwani tangu kuzama baharini kwa Ali Rashid ambaye alikuwa mvuvi, juhudi za kupatikana kwa mwili wake hazijafaulu. Msemaji wa familia ya marehemu Omar Rashid ameeleza kuwepo na uwazi katika utendakazi wa maafisa wa usalama kuhusu uchunguzi wa kifo cha mpendo wao. Kwa nini mtu asemekane yuko Malindi mpaka sahii hajashikwa? Mimi nitakuja kutimisha ndugu yangu wakati sijapata haki, mheshimiwa. Sasa mheshimiwa, mimi nimekuja hapa nyumbani, kitu ninachotaka mimi, siwezi sahi kuongea chochote. Nataka ndugu yangu edha, wale watu wote waje hapo ndani ama ndugu yangu apatikane. Akizungumza katika kikao cha familia Ali Shivatsi ametaka haki itendeke kwa familia, licha ya msukumo kuhusu juhudi za serikali kuu na kaunti kutafuta mwili wa mpendwa. Kwa jua upande wa shida kama hizi zikitokea baharini, ama mtu kuzama baharini, ikiwa mnyama wa msituni akiwa na shida helikopta humfuata mpaka ikamweka sawa Itakuwaje binadamu aweze kuingia ku, ndani ya maji alafu, twajua baada ya siku moja ya pili yule mtu h amekuja juu, kwa nini kusiwe na msaada, hata helikopta ipite pale, na ni maeneo tu kidogo anapatikana. Naambiwa Mnarani, sijui ni Kilifi, kuna boti za rescue, lakini cha kushangaza, kunapotokea tatizo ama dharura, watu wakikimbia kule kwa rescue, utasikia watu wa rescue, inasemekana mwenye boti, mwenye funguo mafuta hayaonekani, sijui kuna nini. Mambo kama hayo huwa yanatokea. So mi nataka kuuliza kuwa hii rescue maana yake huwa ni nini haswa? Mbunge wa Kilifi Kaskazini Owen Baya aliyefika kuomboleza na familia ya marehemu ameeleza kutamaushwa na juhudi za serikali ya kaunti kushughulikia majanga yanapotokea, akisema ni lazima serikali ya kaunti kuweka mikakati thabiti And that is a fact. Mpaka sasa mwili haujapatikana, na mimi nimekuwa na, na mazungumzo na county government, nikawauliza nini lifanyika, mbona hamkuwa hapo. Hao pia walikuwa na changamoto zao, lakini sitaki kufocus katika changamoto zao. Mimi ile nilikuwa ni haraka kwangu ipatikane ni kwamba rescue ianze kutafuta ule mwili, ndio kaona sisi tukakuwa quick responders. Sasa hapa kuchaguliwe kama wawili watatu kamati ile ya familia, washikane waende kwa DCI inasemekana yule ambaye ametajwa hawezi kumtaja hapa, pengine ametajwa kule pia. Mimi nashukuru vile hakumtaja hapa, lakini simu yako siko wazi sasa, kama iko wazi masaa ishirini na manne tani mengi. Japo juhudi za kuupata mwili wa marehemu tangu alipozama baharini hazijafaulu faulu huku washukiwa wakiendelea kuzuiliwa kufuatia kesi inayoendelea mahakamani. Afisa mkuu wa polisi eneo la Kilifi Kaskazini, Stanley Tonui, aliwahakikishia wenyeji kupatikana haki kwa familia. Kama polisi tunahakikishia nyinyi haki itatendeka. So naomba tu msilipize kizazi, kuumiza mwingine kufanya nini? Mi najua ni chungu. Nikiripotia kiripotia Coco FM, naitwa Joseph Marwa, Coco FM, ladha ya Pwani.